Kama tulivyoeleza katika kipindi kilichopita, ama katika video iliyopita, namna ya kuswali pengine huenda ikamtatiza mtu kwa namna ile vile ambayo kwamba tumeeleza. Na kwa kuwa jambo hili ni muhimu, basi tukaona tulete kwa vitendo, itakuwa ni sahali zaidi na ni wepesi zaidi katika mtu kuifahamu swala kama hii inshallah. Basi tutafuatana pamoja, hatua baada ya hatua ili tuone mtu anafanya nini ama inaswaliwa vipi hii salatu tasbihi. Bila kuchelewesha muda, kama kawaida sala mwanzo, mtu anatia nia, atatia nia yake kama kawaida, na mimi nitatia nia, nawaitu usali sunnata tasbih ama salata tasbih arba sala arba rakaatin lillahi ta'ala, allahu akbar. Hivyo hapo nishatia nia na nishafunga swala. Kabla nisome Suratul Fatiha, nitaleta zile tasbihi kama tulivyoeleza, ni kumi na tano. Kabla usome Suratul Fatiha, nitaleta kwa namna hii, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mpaka kwa idadi tulivyotaja mara kumi na tano. Mtataleta idadi ya tasbihi kama hizo. Baada ya kuleta tasbihi kumi na tano, utasoma Suratul Fatiha. Utasoma mi Suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

akbar mpaka kumi, nikisha kufika kumi nitaenda katika ruku. Allahu akbar, mwanzo nita nitaleta tasbihi ya rukuu

Mi nafanya kwa ufupi ili sipate kurefuka mtu akachoka kuangalia. Kwa hivyo utaleta mara kumi. Baada ya kuleta ile adhkari ya kwenye ruku, nitainuka samia llahu liman hamida ini itidal, utaleta dua yako itidal rabbana walakal hamd mil asmawati wa mil al ardi wa mil amashita min shay ama, kama utasoma ile rabbana walakal hamd, pia iko sawa

Baada yake, kabla uende katika sijida ya pili, utaleta tena ile tasbihi kumi Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar kumi. Kama kawaida. Nitaenda katika sijida ya pili, utaleta adkari ya sijida mwanzo, kisha utaleta tena ile tasbihi

Nitaleta kwanza. Nitainuka. Nitaanza tena mwanzo. Nikianza tena mwanzo hapa, kabla nisome suratul Fatiha, nitaleta tena tasbihi kumi na tano kama nilivyoanza. Nitaleta kumi na tano: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, kumi na tano.

pengine mimi naweza kuwa naleta polepole, w ukaweza kuleta haraka haraka hivyo yani, kwa namna utakavyosoma. Kila mmoja na haraka yake na mwendo wake wa kuleta. Mimi nasoma tu njia hii kwa ajili ya tufahamiane na tuwe pamoja na adhkari kama hii pate kujulikana. Kwa hivyo nitaleta kumi baada ya shasoma sura baada ya kusoma sura eh, baada ya kusoma tasbihi kumi nitaenda katika ruko. Allahu Akbar, taleta adhkari za ruku. Subha, eh, Subhana Rabbil Adhim wa bihamdih Subhana Rabbil Adhim wa bihamdih Subhana Rabbil Adhim wa bihamdih, wa nitaleta adhkari za kwenye rukuu tatu, nikisha kumaliza tatu nitaleta ile tasbih

ba mara kumi itainuka. Hapa nimesujudi mara moja ama sijida moja, utasoma dua ya hapa pahala katika hiki kikao, rabbi ghafirli. Ukitaka unaweza ukarefusha pia. Baada ushasoma utaleta tena ile tasbihi kabla uene katika sijida ya pili.

Utasoma kama kawaida. Nimependa kuonyesha raka mbili hizi, na huu mfumo ndio hivyo hivyo mpaka mwisho, unaswali hivyo hivyo isipokuwa, hapa katika raka mbili, baada ya kusoma tahiyatu, utainuka tena kama ukinuka tena kama tulivyofahamisha, utasoma tena tasbihi zako kumi na tano, kisha usome sura Suratul Fatiha, kisha usome na sura hivyo hivyo ikifika katika raka ya nne, ambapo kwamba ndo raka ya mwisho kwa sababu tasbihi ni raka nne, utasoma ile Eh, tashahudi yako atahiyatu yako, kisha utasalia mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha utapiga salamu. Kisha utaomba haja zako, utaomba dua zako, utaomba mahitaji yako yale yote ambayo kwamba ulikuwa kwa amba, umeyakusudia ama unayataka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi idhnillah, kama ilivyoelezwa na wanazuoni ya kwamba swala kama hii ni mujarraba e, eh, mtu akiomba anakubaliwa na haja zake zinatekelezewa. Basi ni taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayo mengine yote lakini hii ama, huu ndio mfumo wa kuswali salatu hii salatu tasbih inshallah. Basi mpaka hapa tumependa ili tuzidi kuhimizana na e, zidi kufahamishana ili tupate kuijua. Ndo maana kwa mara ya pili tena, ama kwa pati ya pili, tumependa kuileta kwa vitendo. Nadhani mpaka hapa itakuwa tumefahamiana tumeelewana inshallah. Basi hii ndio sala ya tasbih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Jalilil Ladina Sami'a Qaula fayatabiuuna 'asana Allahumma arina alhaqa wa qazna tibaa warna batila batila wa qazna tibaa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi baraka sallim, alhamdulillah rabbil alamin.